Jina naitwa Enok Yanyemiki Mampagama, ni mwenyekiti wa mtaa wa Airport. Ni kumshukuru sana mbunge wetu pamoja na diwani wetu wakati yetu ya Iyela. Mimi hapa kwa muda nina muda wa miaka kumi na tano katika mwenyekiti wangu wa serikali za mtaa, kitu ninachowashukuru kwa serikali hii, hii barabara ya hali ya hewa haijawahi kuletewa kifusi chochote cha serikali, hiki ni cha kwanza. Kwa hiyo ndio kitu ambacho namsifia sana mbunge wetu wa jiji la Mbeya kwa ahadi zake ambazo alikuwa akizizungumza wakati akipiga kampeni pamoja na diwani wetu. Ndio kitu cha muhimu, kama mtu yale alikuwa akiyazungumzia yanatendeka, ndio faida sisi kwa wananchi. Ndio maana mmeona hata mama yule anapiga kigeregere, maana pale wasema wataleta kwenye muda kwa saa tatu. Baadaye sikweli kimetendeka, muda waliousema umefika wakati wameleta hicho kifusi, na wataendelea kutengeneza hivi karibuni. Tena kuna barabara ambayo inatoka ile ya madini, tayari nayo imetengenezwa inaenda inaenda inakwenda vizuri. Kwa hiyo uhakika, nisingekuwa ile bomba la maji ambalo lipo, basi hii barabara kwa sababu ziko bajeti ambazo zinasema kwamba itakuwa rami, basi lazima tunajua kwamba itakuwa rami, lakini yale takwepo mawasiliano kwamba ili bomba la maji ndio limesababisha kwamba kitu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ramani ilipo, lakini lazima makubaliano yawepo ya ya kati ya idara ya maji na watu ambao wanahusika. Kwa kwa kweli tunawashukuru sana kwa jambo kama hili, pia kupitia kwenye chama changu cha Mapinduzi, kwa sababu nao wanatoa ahadi mfanyike hiki na hiki, ahadi ambazo wanazitekeleza wahusika. Tunawashukuru, sisi hatuna jambo lingine ni kushukuru. Sisi nataka vitendo mimi <coughs> naitwa Ndigwake Andulile Mwasuka tunashukuru kwamba mbunge aliyechaguliwa kipindi hiki ameliona hili. Kwa hiyo tunakia sababu ya kumshukuru kwamba vifusi sasa hivi vimeanza kumwagika. Tunashukuru katika hilo. Kwa, kwa, kwa usafiri kutumia njia nyingine za mchepuko na kuacha barabara hii ambayo inayarahisisha usafiri kutoka mtaa huu ambayo barabara inakuja moja kwa moja mpaka hospitali. Kwa hiyo kwa kutokana na adha hii, tulipokea kero hii katika ofisi yetu ya Mheshimiwa Mbunge, na leo Mheshimiwa Mbunge ametupa maagizo kwa ajili ya kuja kazi na tipa hapa, kifusi, na tipa limeshafika mahali hapa, limeshamwaga kifusi na tunaamini eh, baada ya muda na usambazaji ukiendelea, basi barabara itakuwa safi na itaimarika, na itaimarika, watumiaji wataendelea kuitumia na hali za kiuchumi zitaendelea katika eneo hili, kama ambavyo tumeona jirani hapa, kuna mama mjasiriamali ambaye anaendelea na shughuli zake za upishi. Tunaamini kupitia barabara hii na fursa ambazo zitajitokeza hapa, shughuli zake zitaimarika na ataendelea kujipatia kipato lakini pia kimsingi e, utekelezaji wa maagizo haya ni mwongozo pia kutoka kwa serikali kuu chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ametoa maelekezo kupitia kwa viongozi wake hususan sisi e, ambao tunafanya kazi na Mheshimiwa mbunge kama wasaidizi wake kuhakikisha kwamba tunatekeleza maagizo ya ilani lakini pia kusaidia kutatua changamoto za wananchi. kwa hiyo E, pamoja na kwamba mheshimiwa mbunge amefanya haya lakini pia ni maagizo kutoka kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwamba kuhakikisha kero za wananchi zinatatuliwa na kupata majawabu sahihi. Kwa majina naitwa Abisalum Mwambepo, diwani wa kata ya Iyela. Oh, uh, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uzima siku ya leo kuonana katika barabara hii mm -hmm, ya hali ya hewa kituo cha afya. Ndugu wananchi, tunamshukuru sana mbunge wetu Patrick Adikini Mwalunenge kwa kazi nzito aliyoifanya katika kata hii. Kwanza amesikia kilio cha wanaIyela, ambapo tayari barabara ambayo ilikuwa inasumbua, ameleta mwarubaini kwa maana kuitibu na kuondoa tatizo la barabara iliyopo katika kituo cha hali ya hewa. Kwa hiyo sisi kama wanaIyela, sisi wanaIyela tunamshukuru sana. Kwa niaba ya wananchi wa kata hii ya Iyela, hatuna cha kumlipa ndugu yetu Patrick Mwalunenge ambaye ni mbunge wa jimbo la Mbeya Mjini, lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Mbeya tunazidi kumuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda aendelee kumpa afya tele ili wanaiyela twendelee kufaidi uwepo wake. Kwa kusema tu ukweli usiyopingika, hiki ni chuma ambacho hakiwezi kuguswa, chuma kweli kweli. Kata ya Iyela inajivunia kupata chuma ambacho ni adikini Mwalunenge Patrick ambaye ni mbunge wa jimbo letu la Mbeya Mjini. Ni wase wana Iyela wenzangu, miundombinu hii inajengwa kwa gharama kubwa, tunawaomba tuendelee kuilinda kwa wivu mkubwa ili iendelee kutusaidia wananchi wa kata ya Iyela. Ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Iyela, nimesimama mbele yenu kwa niaba ya kamati ya siasa ya kata ya Iyela kutoa shukurani za dhati na kubwa kwa Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Mbeya mjini, ndugu yetu Patrick Adikim Mwalunenge, kwa kazi kubwa ambayo ameianza kuifanya kwenye kata yetu. Nimesema kazi kubwa kwa sababu leo hii tumeshuhudia vifusi vikianza kumwaga kwenye barabara inayotenganisha mtaa wa airport na mtaa wa Pambogo. Kwa hiyo sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi chama kata ya Iyela na kamati ya siasa, kwa niaba yao na wananchi kwa ujumla, tunapenda kutoa shukurani za dhati. Pamoja na hayo, tutoe shukrani pia zake kwa kuanza kutekeleza ahadi ambazo alizitoa kwenye kipindi cha kampeni. Wakati tukiwa kwenye kampeni, aliahidi kwamba baada ya kuapishwa ataanza kutatua changamoto zilizokuwepo ndani ya kata yetu ya Iyela. Kwa kuanzia leo, ameanza na barabara ambayo ilikuwa ni kero. Barabara hii ilikuwa ni kero kubwa sana kwa wananchi wa Iyela kwa sababu ukizingatia hii barabara ipo jirani na kituo cha afya. Kwa hiyo utakuta kuna mama wajawazito ambao walikuwa wakipata usafiri wakipita kwenye njia hii walikuwa wakipata shida nyingi. Kwa hiyo leo imekuwa ni sehemu ya kutekeleza ahadi zake ambazo alizoahidi kipindi cha kampeni. Sisi kama Chama cha Mapinduzi, Kata ya Iyela tunasema tunatoa shukrani za dhati sana kwake kwa kuanza kwa kutekeleza hizo ahadi <muchas>